Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatu. Leo nataka tuzungumzie tofauti ya watu aina mbili: mtu wa kwanza mtu aliyerogwa, na mtu wa pili mtu aliyehusudiwa. Almashur al aliyerogwa walmahsud na mtu aliyehusudiwa. kaifa naarifu alfarqa baina almashuri wal -mahsudi? tutatofautisha vipi kati ya watu wawili hawa? Tujue kwamba huyu mtu kwa alama hizi amerogwa, na huyu mwingine kwa alama hizi amehusudiwa. Ulama wanasema kuna alama nyingi sana za kukujulisha na kukutofautisha kati ya kwamba huyu mtu amerogwa au huyu mtu amehusudiwa, lakini sisi tutataja alama nne peke yake. Alama ya kwanza, ulama wanasema anna almashhura kathiru alghadabi, mtu aliyerogwa, aliyefanywa sihri, aliyefanywa uchawi, ni mtu ambaye kwamba kathiru alghadabi, ana hasira nyingi, hasira za haraka Yani kitu cha upuuzi yaghdhabu, bi amrin tafihin, anaghadhibika anakasirika kwa kitu cha upuuzi kabisa, yani kitu ambacho kwamba hata si cha kukasirika. Ashapanda mahasira, amevunja hiki, amefanya hili, yani afanya mambo ambayo kwamba si kawaida, si kawaida, anafanya mambo na harakati ambazo kwamba si za mtu ambaye kwamba ni wa kawaida. Hii ni alama ya kwamba huyu mtu amefanyiwa sihiri. Ama yule mtu aliyehusudiwa, fa innahu kathirul huzni ana huzuni nyingi, stress nyingi, dhiki, depression, hana raha, apenda kujieka peke yake peke yake, hapendi kutangamana na watu. Hii ni alama ya kwamba huyu mtu ana, ana hasad. Alama ya pili, ulama wanatuambia almashur, almashur, mtu aliyerogwa, aliyefanyiwa sihri, la yuhibbu alibadata abadan, bal yakrahuha, hapendi kufanya ibada. Ukimwambia kwenda kufanya jambo la kheri lolote la ibada ima ni kuswali au kwenda kumwambia yeye akafanywe tiba akasomewe Qur'an, huwa hakubali, hataki kabisa kusikia jambo kama hilo. Masala ya ibada anakaa nayo mbali sana. Kwa nini? Kwa sababu ile sihri imemwathiri, inamweka mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utakapoona alama hii ya kwamba mtu hapendi kufanya ibada, akiambiwa kuswali roho inachukia, akiambiwa jambo la kheri lolote, kusoma Qur'ani ama kufanya mambo yoyote ya kheri roho yake inakuwa nzito na kuchukia, basi ni alama ya kwamba huyu mtu amefanyiwa sihiri, ameingia mtegoni. Amma almahsud, yule aliyehusudiwa, fa innahu thaqilun fil ibada, huwa anakuwa mzito katika ibada. Fa innal ibadatu thaqilatun alayhi ila ibada, huwa ni nzito kwa huyu mtu aliyehusudiwa. Ataka kufanya ibada, si kwamba hataki, yataka kufanya ibada, lakini anahisi uzito katika lile jambo asema ukiona alama hiyo ujue ya kwamba mtu huyu amefikwa na hasad. Ulama anatuambia alama ya tatu ya kuonesha kwamba mtu amefanywa sihri, anna almashhura yakrahu alaudata ila manzilihi, mtu aliyefanywa sihri anachukia kurudi nyumbani kwake, hapendi kurudi nyumbani, askia moyo mzito, askia dhiki, aona kama kuna jambo litamfika nyumbani kwake. Sasa hataki kurudi zake nyumbani, anachelewa maksudi kwa sababu ya dhiki anayohisi wakati akiwaza tu kwamba mimi nataka kurudi nyumbani, lakini anapokuwa nje, unaona anahisi tofauti, anahisi raha, anahisi utulivu katika nafsi yake. Ulamaa wanasema utakapoona alama hii ufahamu ya kwamba huyu mtu amefanyiwa sihiri, ama mtu aliyefanyiwa hasad, mtu aliyehusudiwa, fa innahu la yuhibbu alkhuruja min manzili, hapendi kutoka nyumbani kwake. U yani, anaona yeye kutoka nyumbani kutoka nyumbani kwenda nje, anasikia moyo mzito. Kubakia kwake nyumbani, ndo anapata utulivu. Yani mtu aliyehusudiwa, mtu aliyehusudiwa, yakrahu alkhuruja min manzilihi, anachukia kutoka nyumbani kwake, hapendi yeye. Yuhibbu albaqa'a fi manzilihi, anapenda kubakia pale pale nyumbani, anapata utulivu katika nyumba yake, anahisi wasaa katika nyumba yake. Ama akitaka kutoka ima kwenda kwa kazini, ama kwenda msikitini, au kwenda katika jambo lolote lile anahisi moyo wake mzito, anaona kama kuna kitu chochote kibaya kitamfika huko, hapendi wala hatamani kutoka katika nyumba yake. Ulama wanasema utakapoona, alama hii ujue na ufahamu ya kwamba mtu huyu amefikwa na hasad. Alama ya nne, ulama wanatuambia almashur, mtu aliyerogwa, indahu arakun wa taabun bihaithu la yastatiu nauma mubasharatan yule aliyerogwa anakuwa na shida sana katika kutafuta usingizi, anakesha, anakesha usiku. Kwa nini? Kwa sababu ya kusumbuka kutafuta usingizi, hawezi kulala hapo kwa hapo, hata akawa amechoka vipi, hata atakuja kutoka kazini taabani kabisa, mwili haufanyi kazi, lakini usingizi haupati. Yaani atakesha usiku mzima kutafuta usingizi, kutafuta usingizi, kila akilala yeye kuna mawazo yanampitika kwenye akili yake kwamba utafikwa na hivi, utakuwa hivi, utakuwa hivi, utakuwa uta kuwa... Yani akili ina ran inazunguka akili kwa mawazo tofauti tofauti, mpaka inampotezea usingizi. Sasa anapata shida sana katika kulala kwake. Ulama wanasema utakapoona, alama hii ujue ya kwamba umeingia mtegoni, umefanyiwa sihir, umefanyiwa uchawi, watakiwa uende ukajitibu kwa haraka sana. Ama mtu aliyehusudiwa ama yule mtu ambaye kwamba amehusudiwa anapata usingizi haraka sana, hana shida na usingizi, na akilala hataki kuamka. Angalia tofauti, huyu ana shida ya kulala. Aliyerogwa aliyefanywa sihiri ana matatizo katika kulala kwake, hapati usingizi haraka. Lakini mtu a akilala hataki tena kuamka, sikia mwili mzito, mwili utafikiri umpigwa mabakora, hataki kuinuka. Mwili ulipokuwa unauma na mwili ulipokuwa mzito kabisa, kichwa kinakuwa kizito, hataki kuamka. Ulama wanasema utakapoona alama hizi tulizozitaja, basi utaweza kujitofautisha kwamba wewe umefanywa sihiri ama umehusudiwa, ili uweze kujitibu na maradhi haya tuliyotaja. Inawezekana pengine katika alama tulizozitaja una moja mbili au tatu. Sasa tufuatilie katika darsa zetu, darsa zinazofuatia inshaallah, tutakuja kueleza namna gani utajitibu na maradhi kama haya. Unaweza kujitibu mwenyewe, ama ukaenda kwa raqi, mtu akusomea ruqya, atakufanyia kisomo na inshaallah utatibika kwa tatizo kama hilo. Ama vile vile ukitaka kujitibu mwenyewe, tutakuelekeza utafanya vipi ili uweze kujitibu wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu atujalie, mina alladhina istami'una alqawla fayattabi'una ahsana.